Ambao umeniuliza nimefuatilia, kuna, kuna, kuna mama mmoja yeah, nimeona anatembea sana mitandaoni ni mshabiki wa Yanga, alikuwa anahojiwa pale na vyombo vingi tu vya habari nje ya makao makuu ya klabu, klabu. Yeah. Akawa anatoa hoja anasema kwamba kwa nini Simba yani, kwa nini busara zitumike kwa Simba tu sio Yanga? Ndio alitoa hiyo hoja, akasema bwana, alitoa hoja nyingi na nataka nizipitie moja baada ya nyingine Nijaribu kumuelewesha huyo mama sawa. Najaribu tu kumwelewesha huyo mama ambaye alikuwa anaojiwa wa Yanga, na, na pale ikawekwa kama challenge ya watu kujibu zile hoja zake. Alisema kwamba busara ah, of course vinavyoongeleka ni vingi kuhusiana na sakata lile lile ambalo uh, lilitokana na kuhairishwa kwa mchezo kati ya Simba na Yanga. Na baada ya kuhairishwa kwa ule mchezo kume, kumezuka mambo mengi naelewa, ikiwemo Ae upande wa mashabiki pamoja na wanachama wa Yanga kuonekana kwamba hawana imani na bodi ya ligi, na nimesema hiyo inatokana na sio kwa sababu ya akili zao haa, tuelewane, ni kwa sababu viongozi wa Yanga walisema kwamba hawana imani na kamati tendaji ya bodi ya ligi. Kwa hiyo kwa sababu viongozi wakuu wajua, wamesema au wengine wana wanafuata tu mlolongo wa njia. Sasa unajua, muda mwingine hizi taasisi zinakuwa zina, zina watu wengi ambao wanajitolea kuzisemea nanielewa yaani, kwamba kila mtu anakuja na hoja yaani, kwamba viongozi wamesema hatuna imani na na labda Almas Kasongo pamoja na Mguto. Sasa wataishia hapo, maybe hawatatoa maelezo mengi kutokana na taasisi yenyewe kuendelea na pirika zingine za chini kwa chini. Sasa wana, wanazuka watu wengine ambao wanatoka kwenye uh, timu labda mashabiki na wanachama, wanakuja na wao wanaiunga mkono ile hoja. Sasa shida sio kuunga mkono hoja ya viongozi wao. Shida inakuja ni pale ambapo unakunga mkono hoja alafu ile hoja huwezi kuitetea, mi ndio hapo napokwazana nao, na mimi nipo upande wa mamlaka. Yaani mimi yeah, naamini bodi ya ligi ipo fresh, bodi ya ligi inahitaji ku, ina, inastahili kupongezwa, inafanya kazi nzuri. Mimi nasema kwamba bodi ya ligi inafanya kazi nzuri, ninaimani na uongozi wa Steven Mbuto ambaye anaendesha ligi, bodi ya ligi kwa eh, ujumla. Ninaimani na Almas Kasongo Deo, lakini ishu imeenda mbali zaidi sasa hivi kumetokea ajenda pia ya kumpinga rais Wallace Karia, ambayo ni jambo la ajabu, kwa sababu ni miongoni mwa rais ambaye ana mafanikio makubwa zaidi kwenye soka la Tanzania kuliko rais yoyote aliyowahi kupita. Sasa pia naye anaanza kupakwa matope kwa sababu ya sakata hili, unanielewa? Sasa shida sio shida, sio hawa wanachama na mashabiki kuipinga bodi ya ligi au kuikosoa na kusema hawana imani nao ili kufata mkumbo wa viongozi wao. Shida ni je una faksi za kukufanya wewe kuikosoa bodi ya ligi? Unajua, unaweza ukawa una hoja lakini hoja yako isiwe na mashiko, kwa sababu mimi nime katika mijadala ambayo umeniuliza, nimefuatilia kuna, kuna mama mmoja yeah. Nimeona anatembea sana mitandaoni ni mshabiki wa Yanga, alikuwa anaujiwa pale na vyombo vingi tu vya habari nje ya makao makuu ya club, akawa anatoa hoja anasema kwamba kwa nini Simba, yani kwa nini busara zitumike kwa Simba tu, sio Yanga. Ndio alitoa hiyo hoja akasema, bwana alitoa hoja nyingi na nataka nizipitie moja baada ya nyingine, nijaribu kumuelewesha huyo mama sawa, najaribu tu kumwelewesha huyo mama ambaye alikuwa anahojiwa wa Yanga na pale ikawekwa kama challenge ya watu kujibu zile hoja zake. Alisema yes, kwamba busara zinatumika kwa Simba tu yeah. sio kwa Yanga. Sasa sijui anamaanisha nini, kwa sababu mi namkumbusha kitu kimoja, msimu wa elfu mbili kumi na nane kumi na tisa, umenielewa? Yanga walikuwa na hali mbaya ya kiuchumi, nafikiri unakumbuka. Kocha alikuwa Zahera, wachezaji wao usta walikuwa kina Ibrahim Wajibu yeah. kina Makambo yes. kina Kamusoko No, sorry, kulikuwa kuna Shishimbi, sijui Faisal. Si, yaani Yanga ilikuwa na hali yake ya kiuchumi, haikuwa nzuri. Kwa mantiki ile, iliwaomba bodi ya ligi wacheze mechi nyingi zaidi Dar es Salaam katika mzunguko wa kwanza kwa sababu ya kujitafuta kati ya mechi 19 za kwanza Dar es Salaam na mechi 11 zilitoka zili, zi, yani mechi 11 katika hizo zilikuwa Yanga ndio mwenyeji, si unanielewa? Msimu huo ambao Yanga wanapewa hiyo fever ni msimu ambao Simba walikuwa na ratiba ngumu mno. Kumbuka ndio walikuwa katika hizo robo finali za ambazo wamekuwa ki, wakifika hivi karibuni. Ile ndio ilikuwa ya kwanza katika safari yao ya kuanza sasa kucheza hizi hatua kubwa, kubwa kubwa kwenye michuano ya kimataifa. Msimu wa ilifika mpaka robo finali kacheza na Mazembe ya mwaka. Sawa. Simba alikuwa na Simba alikuwa fie, alitoka kucheza na Al Ahli Cairo katoka kufungwa goli tano sifuri. Sawa eh? Tarehe mbili kafika Tanzania tarehe saba no, tarehe tano sawa tarehe saba atakiwa acheze na mwadui imagine nani unafika tarehe tano una tarehe sita tu kupumzika tarehe saba unacheza na mwadui sawa baada ya kucheza na mwadui simba amekaa siku chache tu tarehe kumi na mbili anamkaribisha tena Al Ahli kwenye mkondo mechi ya mkondo wa pili tarehe kumi na mbili Yeah. Sawa wana Al Ahli wanakuja hapo wanafungwa bao moja sifuri tarehe kumi na mbili Simba wanapumzika siku hizi tatu maana yake tarehe kumi na nne kumi na tano na no wamecheza na tarehe kumi na mbili si ndio? make tarehe kumi na nne na wanacheza tena na kucheza na Al-Ahli anacheza yeah. Si, ya, Yanga, na tano hiyo mechi moja akiwa ametoka kucheza mechi yake tarehe kumi dhidi ya JKT Tanzania. Ana muda mzuri wa kujiandaa kuliko, si? kuliko Simba. Aya. Simba anakuja anacheza na African Lon tarehe 19. Maana yake siku mbili tu amepata nafasi ya kupumzika alafu anamalizana na, na tarehe 19 na African Lon tarehe 23 anacheza na FC, amepumzika tena siku, siku, siku mbili maana yake tarehe 20 na 21. Na ishina, siku tatu namaanisha tarehe ishirini, ishirini na moja na ishirini na mbili anacheza na Azam FC, alafu anatoka hapo tarehe 26 anaenda Iringa kucheza na Lipuli ya Selemani Matola. Nafikiri unaikumbuka, ilikuwa kina Pononga kina kwa kina Darwesh Saliboko kwa kina Haruna Miraji Miraji Abdalla Miraji Athmani sorry, pamoja na wakina mm, Haruna Shamte ile yeah. Anaenda Iringa anacheza na Lipuli ile. Simba michezo yote walishinda na hakukuwa na complain yoyote ya bodi ya ligi Nafikiri unakumbuka hakukuwa na complain yoyote ya bodi ya ligi. Imekuwa hivi sio, ratiba imetubana sio, hivi na hivi. Umeelewa? Na still Simba bado pamoja na ratiba kuwa ngumu hivyo, still Simba alikuwa na viporo. Sawa? Baada ya kutolewa kwenye hatua ya robo finali, Simba, umeelewa, akabidi acheze viporo vyake vilivyosalia kwenye ligi kila baada ya siku mbili mpaka anamaliza. Kila baada ya siku mbili, imagine mchezaji anarecover vipi? Wakawa wanasema mniataka wenyewe. Umeelewa? Baadaye Yanga wanakuja wanalalamika, hawataki viporo, wanaamini kwamba viporo vilikuwa vina wafeva Simba. Hawajataka kuangalia kikosi cha Simba Gere, kina Medi Kagere kina Emmanuel Oku kinaasmud kina John Boko kina James Kotei, kina Jonas Mkude, kina kina Wawa, kina Erasto Nyoni, kuangalia hayo yote kwamba kikosi chao tu peke yake ya kinatosha kuchukua ubingwa wa ligi, tofauti na wao walikuwa na ukata wa kiuchumi, lakini walikuwa na kikosi cha kawaida. Hawakutaka ku... kuzingatia hilo umeelewa? Menilo... Simba wakacheza viporo vyake. Baadaye Yanga wakalalamika kwamba bwana, hatuhitaji viporo kwenye ligi vina favor Simba. Bodi ya ligi waka accept kukawa hakuna viporo sasa. Uyo mama akawa analalamika kwamba wametoka kucheza na Club Africain, si unanielewa? Wametoka kucheza na na Club Africain Machi, uh, al, alisema uh, sorry. Club Africain ile mechi ilichezwa Novemba 9 ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili si unanielewa? Yeah. E, alafu wanatoka hapo wanarudi nchini wana mechi yao na Kagera Sugar Machi nne. Maanake wamekuja nchini uh, no, Novemba Novemba kumi na tatu ndio alikuwa na mchezo na Kagera Sugar. Maanake wamekuja nchini Novemba moja. Si umenielewa? Yuko correct. Lakini yes ndio aliyataka kwamba akupata muda wa kupumzika, akasema mbona Simba mchezo wake baada ya kutoka kucheza na RS Berkane? mchezo wake ulisogezwa mbele dhidi ya Biashara United, sio kweli, si unanielewa? Sio kweli, kwa sababu Simba wamecheza na RS Berkane, au sio? Mm, ilikuwa ni Februari 27 ya mwaka 2022 si unanielewa? Yeah, manake Februari, mwezi wa pili, tunaisha tarehe 28. Ndio. Kwa hiyo tarehe 28 bado walikuwa Morocco, amekuja nchini tarehe moja March ya mwaka 2022. Sawa eh? Uh, baada ya kufika hapa March Uh, Machi moja ndo wamefika, Machi tatu wamecheza mchezo wao na Biashara United. Kwa maana hiyo, huyo mama kaongopa, sio kweli. Simba alicheza na Biashara United kama kawaida, ligi iliendelea, alijibia siku kufuata kule vile <laughs> sio kweli. Machi moja Simba wamefika nchini <laughs> Machi tatu wanacheza na Biashara United na Simba wanashinda tatu bila. Kwa hiyo hiyo hoja yake sio kweli ya kuchunguza au itakuwa alisahau eh, akaja akatoa complain nyingine akasema eh, kuna mchezo ambao ulibidi uchezwe Simba eh, Kagera Sugar ilikuwa inamkaribisha Simba, Simba Kaitaba, ilikuwa ni Desemba 18 ya mwaka 2021, sawa msimu wa 2021 22, ule mchezo uliahirishwa kwa sababu Simba wachezaji wake walikuwa wanaumwa mafua. Ni kweli? Ila yeye eh, kasema kwamba wachezaji wanne sio kweli. Taarifa ya bodi ya ligi, umenielewa, iliandika kwamba imeahirisha mchezo namba 69 kati ya Kagera Sugar na Simba kwa sababu Simba wachezaji wao kumi na sita kati ya ishirini na mbili watu tunakumbukumbu, ndio wachezaji 16 kati ya 22 wanaumwa, ikatulazimu sisi kughairisha huu mchezo ili eh, kwa sababu Simba sasa wachezaji wengi manake wana, wanaunda kikosi kumi na sita kati ya 22 automatically wanakuwa wachezaji wanaobaki ni pungufu hata ya starting 11 utacheza vipi mchezo aya? ule, ule, ule, ule msimu ulikuwa sababu ile iliyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yaliandikwa kabisa kwenye barua ya bodi ya ligi. E, maanake kwa, kwa kitaalamu inaitwa seasonal influenza. Ndiyo. Na ni hoja ya msingi kwamba wachezaji lazima waangalie usalama, kwa sababu mafua ni kitu ambacho kinaweza kikaambukiza kwa njia ya hewa. Utacheza vipi mp, mchezo wa migongano ikiwa timu pinzani ina uwezo wa kuambukiza au kuathiri wachezaji wa, wa timu pinzani, kwa sababu ya ile migongano hapa na pale, kwa sababu mafua wewe ukiwa uki na mafua mimi, ni rahisi kuniambukiza kama tuna contact. Kwa mantiki hiyo walikuwa sahihi kuahirisha. Bodi ya ligi sasa, hapo bodi ya ligi wanalaumiwa nini? Wachezaji 16 kati ya 22, kwa sababu hata Simba wangeambiwa wachezeshe wachezaji saba wangelalamika pia kwamba watendewi haki wachezaji wanaumwa, au kama unalazimisha wacheze mechi. Kwa hiyo hiyo hoja yake pia nimejibu kwamba hiyo hoja sio ya msingi ya kuwalaumu bodi ya ligi. Atafute the... hoja strong. Kwa nini unatafuta na, hoja haya kutoka hapo kaja kajibu hoja ya Morrison. Oh, Morrison, tunajua kwamba alishinda alishinda wapi, lakini hivyo kabla hujatujaenda kwenye hoja ya Morrison, hii la mechi kugairishwa, alijaribu kutetea kuhusiana na kilichotokea kati ya Azam Football Club na Tabora United. Umenikumbusha. Kipindi hicho Tabora inaitwa Kitayoso, wakati na Banda. Si ndio? Sasa uone kama ni hoja mbili tofauti. Tabora walifungiwa kusajili na hawakufungiwa tuna TFF walifungiwa na FIFA kufanya usajili international transfer, sawa? Baada na kufungiwa kwenyewe hakukuja tu bahati mbaya kwamba ameamka asubuhi FIFA wamewafungia Tabora. Hapana, Tabora walipewa alert kwamba walipe wachezaji wao watatu wa kigeni ndani ya siku 45 kabla ya hiyo ban kuja, ndani ya siku 45 kabla ya hiyo ban kuja. Siku 45 zimefika, Kitayosi hawakulipa wachezaji wa wale, sawa? hukumu ikatoka, na hukumu inapotoka, automatically hata shirikisho la ndani linatakiwa liimpose ban, wakaimpose ban ya wachezaji wa ndani. Kwa hiyo ina maana ile ni tatizo la kiuongozi la Kitayose au Tabora United. Sasa hao kama ufananishe jambo hili na issue ya issue ya maradhi yeah, inawezekana vipi? Kwa hiyo ndio maana anasema kuikosoa bodi ya ligi sio hoja. Hoja unatakiwa utoe strong reason ya kuikosoa bodi yeah, bodi ya ligi pamoja na uongozi wa TFF kama ambavyo imefanya jambo kubwa. Kwa hiyo hata unapokuja kuikosoa, ukosoa katika mambo mazito ambayo unaona kabisa haya yana affect mchezo, umeelewa? Yeah. Lakini jambo jingine, tunakuja tunamalizia swala la Morrison, alilizungumza yule mama akasema, oh sisi tunatambua kwamba Morrison ameshinda kesi. Labda nimuulize, ameshinda kesi? kesi wapi ameshinda kesi? kesi TFF, kwa sababu baada ya kushinda, baada ya TFF kuwapa ushindi Simba walitafuta ngazi za juu. Maanaielewa wakapeleka mpira kwenye mamlaka za ngazi za juu ambazo zinajihusisha zina, zina, na usuluhishi wa michezo. Manake case. Yeah. Ndio. Sindio? Case baadaye nani alishinda? Manake kesi ikawa imetoka baina ya Simba mm. na Morrison yes. na Yanga. Mechi ikaamia baina ya Yanga na Morris. na Morrison. Morrison akisema sina mkataba nao. Nani alishinda kesi? Jibu linafahamika kwamba Morrison alishinda kesi na eh, kamati zake kuweza kung'amua au kufanya uchunguzi wa jambo lolote pale. Kwa hiyo kwa tafsiri ya haraka haraka, hizo ndo hoja nzito ambazo walitakiwa watoe, kwa sababu hata hiyo hoja yao ku, ya, ya, ya Juventus sijui kushushwa daraja elfu mbili na sita ilianguka kwa sababu ilikuwa kwenye mambo haya haya ya upangaji wa sasa. Sasa hizo ndo hoja ambazo shirikisho linatakiwa litetemeshwe nazo hizo, hata zikifika uh, katika ngazi za juu zinazosimamia mpira kuna mpasuko utatokea, lakini si hizo hoja zingine zingine, sio Simba sijui imeahirishwa mechi zake sijui kuna timu gani ambayo haijaahirishwa mechi zake hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo labda niwaambie tu Yanga kwamba wa focus na mchezo dabi itakuwepo na wajiandae vizuri kwa sababu kwa sasa hivi Simba ina kikosi kizuri, wasichukulie poa kama tushawafunga mara nne mfululizo, uliwafunga, lakini kikosi chao ndio kilikuwa kina decline, kinashuka. Sasa hivi kikosi chao kiko kwenye kupanda, lazima mshabiki aelekezwe kwa sababu mshabiki hajui. Mshabiki yeye anaongea, anachukua reference ya matokeo ya matokio nyuma, yeye anaweka kwenye mtandao tua... wakina wakina, wakina eh, eh, lazima niwaambie kitu kimoja, waache hizi blabla za kupindisha pindisha, pindisha. Wa focus na mechi itakuepo, wa focus kuna Eli Mpanzu eh, kuna Eli Mpanzu straight sana kwao, wameongezewa na watu mafundi wakina Umenielewa? Pale katikati hakutakuwa tena na uh, ubunifu hafifu kwa sababu ya kuwepo kama kina Sadio Kanuti kipindi kile, kuna, kuna Yusuf Kagoma, kuna Fabrice Luamba Ngoma ambaye anaonekana kuwa na fomu nzuri kwa sasa hivi. Safu ya ulinzi nyuma imeimarika, kuna Abdrazak Hamza ana utulivu alafu kuna golikipa namba moja nchini Pinpin pin Kamara, anatakiwa oh, wajiandaye wasiwe na yale maneno wakusema sijui tuliwafunga mara nne sijui nini, dabi itachezwa Sawa, dabi itachezwa na ikishachezwa, timu ambayo haikujiandaa vizuri inalia na, na unavyoona hivi Simba wamenyamaza kimya, tafsiri yake wanajua wanachokifanya. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga wafocus na huu mchezo, achana na hizi bla, bla za kusema bodi ya ligi nani, akina Hersi wakiitwa, kauli moja tu, dabi inachezwa.